Mpenzi mtazamaji na mfatiliaji wetu, karibu tuichambue sehemu ya hotuba ya askofu Josephati Gwajima aliyoitoa siku ya mkesha wa mwaka mpya kuelekea mwaka wa 2026 katika makao makuu ya makanisa ya ufufuo na uzima, mara baada ya kujitokeza kwa mara ya kwanza tangu Oktoba 26 mwaka wa 2025. Imeonekana wazi kwamba askofu Josefati Gwajima bado anaendeleza misimamo yake juu ya yale yote anayoyaamini, na hili limedhihirika baada ya yeye kujitokeza tena kwa mara nyingine tena kwa ujasiri bila uoga. Baada ya kimya cha muda mrefu, askofu Josefati Gwajima ameonesha kusimika misimamo yake bila kupepesa macho juu ya yale yote anayoyaamini moja kwa moja bila kupoteza wakati. Sasa twende tukatazame uchambuzi huu wa kina wa sehemu ya hotuba hiyo ya askofu Josephat Gwajima aliyoitoa siku hiyo ya mkesha wa mwaka mpya kuelekea mwaka wa 2026. Tunaanza na hii. Askofu Josephat Gwajima alisema, nilipokea ujumbe wa kunitaka nisije nitakuwepo kila Jumapili. Askofu mkuu huyo wa makanisa ya ufufuo na uzima Dr. Josephat Gwajima alisema ataendelea kushiriki ibada kanisani hapo kila Jumapili bila uoga wowote, akisisitiza kuwa hawezi kuepuka kusimama hadharani kwa sababu ya vitisho au hofu. Akizungumza katika ibada ya mwaka mpya iliyofanyika usiku wa kuamkia Januari 1 mwaka huu wa 2026 Gwajima alisema alipokea ujumbe ama jumbe nyingi kutoka eh. Gwajima alisema alipokea jumbe nyingi kutoka kwa watu mbalimbali, wakiwemo wanaojiita manabii, mitume na maaskofu, wakimtahadharisha kuto kujitokeza hadharani, lakini aliamua kupuuza ushauri huo na badala yake akajitokeza kama jinsi ambavyo tulipata kushuhudia ama kumshuhudia. Alisema pia ujasiri haumaanishi, eh, alisema pia ujasiri haumaanishi kukosa hofu bali ni kuelewa kus, eh, alisema pia ujasiri haumaanishi kukosa hofu bali ni kuelewa kusudi la mtu duniani, akiongeza kuwa yeye anajua kilichomleta duniani na hawezi kuyumbishwa katika kusimama kwake kwenye imani. Gwajima alikumbusha msimamo wake wakati wa janga la uviko 19, yani corona, e, COVID-19, akieleza kuwa wakati wengine walikuwa na hofu, kanisa lake liliendelea na ibada na hata kujenga jengo la ghorofa kadhaa, jambo alilolitaja kama ushuhuda wa imani isiyotetereka tete. Askofu Gwajima alisisitiza kuwa yuko tayari kufuatwa kokote atakako kwenda kwani hana hofu juu ya usalama wake akionyesha imani kuwa yuko salama. Tunakwenda katika sehemu nyingine ya uchambuzi huu wa hotuba hiyo ya askofu Josephat Gwajima. Hapa kuna kipengele, Askofu Gwajima alisema kwa nini nisumbuke kukemea utekaji na nina kila kitu Askofu mkuu huyo wa makanisa ya Ufufuo na Uzima Josephati Gwajima alisema Tanzania imekusudiwa kuvuka na itavuka kwa kishindo kikubwa kuliko wengi wanavyofikiri. Akasisitiza kuwa ana imani ya dhati kwa Mungu na mustakabali wa taifa alipozungumza katika ibada ya kufunga mwaka wa 2025 na kukaribisha mwaka wa 2026 ambao ndio tupo sasa, tumeuanza na huu ni mwezi Januari. Ee, ibada ilifanyika usiku usiku wa kuamkia Januari moja e, mwaka huu katika makao makuu ya kanisa hilo la ufufuo na uzima Ubungo Chai Bora jijini Dar es Salaam. Askofu Gwajima aliwahimiza waumini wa Tanzania kwa ujumla kuchangamka, kujiamini na kuendelea kusimama imara kwa imani na uzalendo. Akijitambulisha kama mzalendo wa kweli, Gwajima alisema anayo mapenzi makubwa kwa Tanzania, akieleza kuwa asingejihusisha na kukemea vitendo vya utekaji na ukiukwaji wa, na ukiukwaji wa haki kama asingekuwa na dhamira ya dhati ya kuilinda nchi na watu wake. Alisema licha ya kuwa na familia, mali na maisha binafsi aliamua kujitokeza na kukemea uovu kwa sababu ya moto wa haki unaowaka ndani yake, moto aliyousema una lengo la kusaidia taifa na kulinda utu wa Watanzania. Gwajima hakuonekana hadharani kwa takriban miezi sita baada ya kanisa la Ufufuo na Uzima eh, kufungiwa. Baadaye jeshi la polisi lilitoa taarifa ya kumtafuta kabla ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba, kwa niaba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwataka polisi kuacha kumtafuta Novemba 30, 2025. Kabla ya kufungiwa kwa kanisa hilo Gwajima alionekana mara kadhaa hadharani akitoa mahubiri yaliyokemea vitendo vya utekaji, mauaji na ukiukwaji wa haki za binadamu, akisisitiza haja ya kulinda haki, amani na utu wa Mtanzania. Sehemu nyingine Askofu Gwajima alisema E, sehemu nyingine Askofu Gwajima aliendeleza msimamo e, na akasema anakataa utekaji. Askofu mkuu huyo wa makanisa ya ufufuo na uzima nchini Tanzania Josephat Gwajima aliendeleza msimamo wake wa kupinga vitendo vya utekaji akisisitiza mpaka sasa anakataa vitendo e, anakataa vitendo hivyo vile vile. Kauli hiyo aliitoa katika ibada ya kufunga mwaka Eh, siku hiyo 2025 eh, na kukaribisha mwaka wa 2026. Tunafahamu ibada hiyo ilifanyika usiku wa kuamkia Januari 1, 2026 katika makao makuu ya kanisa hilo Ubungo Chai jijini Dar es Salaam. Alipozungumza na waumini wake, askofu Josephat Gwajima aliwatia moyo kwa kipindi kigumu walichopitia akisema haa, eh, akisema unajua, magumu yaliyokupata wewe yalikupata kwa sababu mimi nilikataa utekaji na mpaka sasa nakataa vile vile. Alisisitiza msimamo wake huo kwa kusema mpaka leo anakataa utekaji na kwamba Mungu hataki, sheria za nchi hazitaki, dini haitaki jasusi, yaani yeye mwenyewe naye hataki, wanaye ambao ni waumini wake nao hawataki, na nchi pia haitaki. Sehemu nyingine, askofu Josefati Gwajima anadai ilibidi maaskofu wa kanisa wa kanisa hilo la Ufufuo na Uzima wakimbie nchi kuokoa uhai wao. Josefati Gwajima alisema kanisa hali, eh, hali Gwajima alisema kanisa halitayumbishwa wala kujadiliana katika masuala yanayohusu imani yake, akisisitiza kuwa yuko tayari kusimamia imani hiyo kwa gharama yoyote. Alipozungumza katika ibada hiyo hiyo ya kufunga mwaka wa 2025 na kukaribisha mwaka wa 2026, uh, Ibada ilifanyika usiku wa kuamkia Januari kama kawaida e, moja, mwaka huu wa 2026 katika makao makuu ya kanisa hilo la ufufuo na uzima e, Ubungo Chai jijini Dar es Salaam. Gwajima alisema baadhi ya viongozi wa kanisa hilo wamelazimika kwenda nje ya nchi ili kuokoa maisha yao, kutokana na changamoto walizokumbana nazo, akieleza kuwa kanisa litaendelea kuwaombea ili Mungu awape nafasi na ulinzi. Askofu Gwajima alisema misimamo ya kanisa hilo imejengwa juu ya imani bila mjadala wowote akisisitiza kuwa yeye e, yeyote asiye tayari kusimama imara katika imani e, hawezi kuwa sehemu ya msingi ya kanisa. Alieleza kuwa ingawa ingawa Wakristo wa hufundishwa unyenyekevu, uvumilivu na huruma, kuna nyakati ambazo kusimama kidete katika masuala ya imani ni jambo lisiloepukika akiongeza kuwa hawezi kurudi nyuma wala kujadiliana katika masuala yanayohusu Mungu wake. E, hii imekuwa ni sehemu ya uchambuzi wa hotuba ya Askofu Josephat Gwajima. Tumemegua ka kipande kadogo kutoka katika hotuba e, hiyo aliyoifanya Askofu Josephat Gwajima siku hiyo na e, tumekusogezea kuhusiana na habari hii ama uchambuzi huu, wewe ni yapi maoni yako? E, weka maoni yako na mtazamo wako hapo chini kwenye upande wa comment. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa habari hii, lakini pia nikukumbusha, hakikisha ya kwamba unaendelea ku, e, hakikisha kwamba una subscribe lakini pia unaendelea kutufuatilia kwa habari zaidi. Vile vile kutufuata katika mitandao yetu mingine ya kijamii kama Instagram, Facebook, Twitter, TikTok na kadhalika kwa majina ya Habari Kiganjani.